Baby. Baby. Yes. Leo wakati naenda mjini. Si nikawa navuka zebra. Baby, unanisikiliza? Sikiliza, endelea. Nilikuwa naenda mjini, wakati nipo zebra, boda akapita akanipiga. Oh. Ah. Baby, unanisikiliza? Nakusikiliza na pole, ehe. Ikawaje? Nikaanguka nika, watu wakaanza kunicheka. Pole sana. Baby, unachoti na nani kwani? Ah. Kuna mtuhapa anamtumia randi yake, nimtumia receipt. Kuna biashara tuliifanya, si nakwambia, kuna mtu natakiwa nimtumia receipt tu. Anakuita baby mpenzi, amekumiss. Huyo ni mdada wa kazini. Aje kuniona mi, mtu mzima naonaga, mimi mtoto, napenda kuniita baby. unamchukuliaje Unamchukuliaje? Yani nimekununulia simu kuonyesha jinsi gani nakupenda, nimetoa hili jicho langu, hata alijapona, umeshaanza kufanya mambo ya kijinga hivi? Kweli sasa ni mtu gani ambao huna huruma? Jamani, mdada wa kazini anakutumia mesiji gani hizi jamani? Badu, nimekumisi, sijui, naomba nikuone wewe kwa ajili yako ili nikununulia simu, mbona hujali? Mtu gani usiyokuwa na huruma wewe, mtu gani usiyokuwa na huruma. Huku nyumbani tu umekaa, lakini mimi nahangaika, lakini hujali wala, mtu gani usiyokuwa na utu hivi. Najua umetoa jicho kwa ajili ya kununulia simu, hilo nalijua kabisa. Yaani una haja hata kunikumbusha, kwa sababu jicho linaonekana bado, hata jicho halijapona na Mwana. Basi nipe hata muda nami unisikilize nikuelekeze. Nikusikiliza nini? Kwa meseji zote zinajieleza. Hapo nimesema moja tu. Ningefungua zote ndani ingekuaje? Huyu ni nani? Huyu si nishakwambia ni mdada wa kazi tunafanya naye kazi pale. Sasa huyo ndo anapendaga kuniita baby bana, maana ananionaga mtoto. Na na zote zinajieleza. Mdada bwana, mdada kweli wa kazi, tunafanya naye kazi. Ulivyonipa simu akaninunulia vocha ile ya bando, kula pale ofisini. Ah, yaani hivi vitu kibao ananifanyia. Na mimi na nitende tu wake, unajua binadamu lazima, nami sije nikalipa wema kwa ubaya. Mimi nakula vitu vyake tu, sina hata muda nayekabidi tu, uh, tu nimhurumia, nitafanyaje? Mwenyewe ni binadamu na yeye ni binadamu uh. Ya mimi nakupenda uh, uh. Najua nampenda na mimi nakupenda sana. Mtu umetoa jicho kwa ajili yangu, kwa nini kufanya hivi? Samchana basi na hayo mambo. Sawa baba, mimi na nakupenda sana sana. Najisikiaje lakini iinahisi <coughs> itapona au <coughs> mi <coughs> langu <coughs> nikweke <coughs> <coughs>